Sasa leo mwezi usiku utatoka karibu ya saa nane usiku leo, hiya takriban itazidi robo saa, itapungua robo saa. Sisi kazi yetu ni kuona ule mwezi, tukiona tuanze hesabu yetu, tukitouona hesabu yetu bado. Na ile kuona, hatukhalifiani isokwa siku moja tu, ima kwa tofauti ya kuona au kwa tofauti ya ma, yele mawira duara ile, huku uko mbele, huku uko nyuma, basi kuna siku ya kuzawa mwezi, ni kabla ya kuandama kwa siku moja au mna masaa zaidi. Wenyewe wale wanaita alhilalu jadidi, new moon. Ukazawa le mwezi ukizawa leo, kesho weza kuonekana. Leo ni shida ya kuonekana, na unajulikana namna ya kuzawa. Na mwezi unakwenda, walqamara qaddarnahu manazila, tumeukadiri manazil, ushuke hapa kila siku umewekiwa manazili yake ishirini na nane mwezi unatembea katika manazili yake ishirini na nane na unatembea kwa siku ishirini na saba na masaa na madakika, kisha unachukua tena kama siku mbili kwenda kushika tena ile markazi yake, ndio mwezi ukataweza kuandama kwa ishirini na tisa au utaandama kwa thalathini, na miezi sita inaandama kwa thalathini takriban na sita anaedama kwa ishirini na tisia, lakini baada ya miaka fulani, kula miaka mitano au miaka kumi na moja huwa saba ndio mkula ka, kabisa kuna kabisa naba sita ikapungua ikazidi. Kama jua kila miaka minne huongezeka siku, ndio utaona katika Februari mwida ni kwa ishirini na nane, mwida ni kwa ishirini na tisia, kwa sababu ile kabisa naba sita kwa sababu hii ni masala ambayo kwamba wameyasomea ulamai na wameeleza kwa tadqiq, kwa upelelezaji wa hali ya juu kabisa, na haukosei kamar. Ukiwa ni mdogo unaitwa alhilal, hilali, mwezi mwandamo. Kiswahili kisowi unaitwa mwezi mwandamo, ukiwa ni mdogo. Ukipanda ukisikila robo, hubadilika, ukikamilika, unaitwa badri, mwezi muungamo. Kuna mwezi mwandamo na mwezi muungamo. Mwezi hupanda mpaka ukawa mzima, kisha ukaanza kuteremka mpaka ukamalizika kabisa. Na sharia imeweka mwezi ikiwa ni mwandamo na mwezi ikiwa ni muungamo, watu wafunge. Kwa nini? Kwa sababu kuna taathiri, ule mwezi unaathiri kila kitu. Hata makulima, hata mashamba yanaathiriwa na mwezi ule. Mwezi unaathiri, mwezi ndio unaopeleka bahari Mwezi ukianza kupanda, maji ya bahari huondoka. Mwezi ukianza kushuka, maji ya bahari huja. Na ukitaka utajua tu, ni elimu kamili ya kujua maji ya jaa au maji ya fuma, maanake maji yapanda, maji yapungua, ziko lugha Kizungu utajua kwa masala ya mwezi, na ziko elimu zake, na iko hisabu yake ya, ya hakika na iko hisabu yake ya takriban. Hisabu yake ya takriban ni leo tarehe ngapi ya Kiislamu? Mathala, leo tarehe ishirini na tatu, tutaanza kumi na nne. Sisi kumi na nne mpaka ishirini na tatu ni siku tisa. Utapiga tisa mara sita, utapiga tisa mara sita, kisha ile utakokuipata utaitolea katika saba. Sita mara tisa ni hamsini na nne, utaganyia saba saba mara saba ni arobaini na tisa itabakia tano. Sasa leo mwezi usiku utatoka karibia saa nane usiku leo, hiya takriban itazidi robo saa itapungua robo saa. Uweza kujua namna hii kwa tofauti na maji ya bahari, utajua sasa yamekupwa yamejaa, kwa hesabu kama hizi. Tuangalie nafisama maangalizi katika mbingu. Mbingu kuna mengi juu yake kwanza kuna ile nidhamu shamsi ambayo yenyewe ita solar system. Zile watu wa zamani walikifikiria nyota ni saba, wakazi hisabu zile tusijuwazo e, shamsu ardhu utaridi mushtari zuhal na kamari. Wa kihisabu ilimu ilipokwenda imejulikana shamsi ndiye mama ya zote, haimo katika hisabu. Na kamari ni tabe, ni yenye kufuata tu, haimo katika hisabu. Tumana kamari ni kitu kidogo sana, ni ndogo kuliko ardhi mara hamsini, na nayafuata ardhi, iko chini ya nguvu ya ardhi. Wakazitoa katika hisabu, wakazipa daraja yake. Jua ndio ikaitwa anidhamu shamsi, utungamanifu wa jua. Kamari ikaachwa vile vile kuwa ni kitu kidogo wala hakina kazi, sababu kamar, mwezi ni jirmu muntofio, ni kitu kimezimika, hakina nuru. Mwezi haina nuru kabisa, ni kitu kiza. Ardhi ya ng'aa zaidi kuliko kamar. Hii ardhi yetu naoishi mwangaza wake ni mkali kuliko kamar, lakini kwa kwa upo huoni ule mwangaza. Ukipanda masafa fulani, wewe utaona kuwa ardhi mwangaza wake ni mkali kuliko kamar. Kamari ni kitu ambacho kwamba nikina ni ikasi ile mwangaza wa jua ukipiga, unafanya ni ikasi kinyume, reflection ile reflection yake inapija pale, inatuletea tena ni kitu kidogo, na ndio tunaona mwezi wa mzima wa nusu uwa... lakini mwezi hauonekani ile upande mmoja, ule upande wa nyuma hauonekane kwa sababu mwezi hatoka ukenda, haubiringii namna hii, unabiringia na vile vile sawasawa tuona upande mmoja na mwezi ndio kawa wapanda na kushuka.